Bonyeza nyota moja tano mbili nyota zero zero reli ili kuweza kupata anwani ya makazi. Alafu baada ya hapo utachagua ajira na utambuzi namba tatu, then utakuja utaselekti hapo kwenye anwani ya makazi namba saba. Na baada ya hapo utachagua kusajili anwani ambayo ni namba namba mbili, kuomba usajili wa anwani namba mbili. Baada ya hapo sasa, andika majina yako Andika majina yako yote matatu katika sehemu hiyo, hapo utajaza majina yako yote matatu. Andika majina yako yote matatu. Okay, baada ya hapo sasa andika jina la mkoa, andika jina la mkoa ambao unatoka. Andika jina lako la mkoa ambao unatoka au mkoa ambao upo. Okay, baada ya hapo andika jina la wilaya tena Kushamaliza wilaya andika jina la kata, na baada ya hapo andika jina la mtaa au kijiji, jina la mtaa au kijiji, mta kijiji. Baada ya hapo utaandika jina la barabara au kitongoji. Andika jina la barabara, andika jina la barabara au kitongoji. Utakapomaliza kujisajili hapa utaweza kupata, baada ya kusajili anuani yako ya makazi utaweza kupata namba yako ya namba. Maombi yako yamepokelewa. Kwa hiyo hapo maombi yamepokelewa utasubiri.